Siri ya kutunza mbegu za mwanaume sehemu ya pili. Kuna jambo moja ambalo kila mwanaume lazima ajifunze kulisimamia. Sio misuli, sio pesa, wala sio sauti, ni mbegu zake za kiume. Mbegu za kiume zinabeba sio tu nguvu ya kuzaa, sio tu nguvu ya kuumba, bali zinabeba maisha ama nguvu ya maisha ya mwanaume, zinabeba akili ya mwanaume, zinabeba kumbukumbu na zinabeba maamuzi ya mwanaume. Mwanaume anayepoteza mbegu zake mara kwa mara anafananishwa na gari ambalo limetoboka injini, kwa hiyo mafuta yanavuja na hawezi kufika mbali. Ukweli mgumu ni huu: kula, kulala, kufanya tendo la ndoa, hayo ni mambo ambayo hata wanyama wanaweza kufanya. Tofauti ya mwanaume na mnyama ni kwamba mwanaume anaweza akaishi maisha ya kudhibiti tamaa ya tendo la ndoa, na inawezekana kabisa. Life without sex is possible. Ukweli mgumu ni huu: kushindwa kukataa tamaa ya mwaliko wa ngono ni kukataa kuishi kusudi lako, your purpose. Somo ambalo natamani kukupatia la ukomavu ni hili. Kuna tofauti kati ya mvulana na mwanaume. Mvulana anaishi kwa kutawaliwa na mwili, wakati mwanaume anaishi kwa kutawaliwa na akili, na hivyo mwanaume anaweza kutazama heshima yake ya baadaye, na wakati mvulana huangalia mambo ya sasa. Na huu ndio wito wangu kwako mwanaume, ya kwamba Omba Roho Mtakatifu akufundishe kuwa mtakatifu hata unapokuwa gizani.